Usimwambie pole omugongo hivyo hivyo. Chanka pale. Usimwambie pole atazinduka. Yeah. Yaani wewe endelea pale pale. Ametenda mimi. Acha migongo yao ikalale tena, acha watoto wao wakalale tena. Wanaorogwa darasani, nasema watoto wenu watasoma watainuiwa na kubarikiwa. Neno jema lazima itoke huko, acha acha. Namwona mkuu wa wilaya mmoja kwa mtoto wako, namwona mkuu wa mkoa mmoja namuona mfanyabiashara moja, mfanya moja. Nataka nikwambie watoto wako wamebarikiwa, washindu waseme amen. Watoto wako wamebarikiwa, taifa la Mungu seme amen kwenye hii madhabahu na anakuombea kwenye hii madhabahu ni marufuku kulialia hapa eti ajira hamna zipo kwa ajili yetu sisi tulioko kanisani hapa ubarikiwe mamaangu katika jina la Yesu na leo nikwambia hapa kazi zipo kwa ajili yetu ni marufuku na nageuza uteka walio wateka wakateka usiku wa leo wakateka sema eme wakateka sema eme sema teka teka wateka teka teka teka wateke wateke, wateke. Hey, wabwagi hapo. Wa. Wow. Ukiona kesho maneno yameanza mtaani, usikasike useme ndio ile ngoma ya jana. Ukiona pale, yani katika kijiji cha Nazareti, wameanza kusema mchawi huyu, sisi watu mwelewaji, unajua kama amekuroga wewe, amekuroga wewe, amekuroga wewe, amekuroga. Uliposhtuka ukaja kanisani kwa damu ya Yesu, akaanza kusema wanyocha wanyocha wanyocha wanyocha wanyocha wanyocha. Jioni ya leo nakutangazia hapa, tunamnyocha. Awe jirani yako akanyoshe, awe ndugu yako akanyoshe, rafiki yako mnyoche here, here, here, here, papa hivi. Baba mchungaji anaangalia huku. Ah, hajawahi kuona vurugu hizi. Ndo zenyewe za, za nengao. Yani lazima kieleweke ki, hapa by by force by power. Sema, sema, sema, nikuhubiria pointi nyingine hapa. Shika pointi ifuatayo ya kwanza: hatuna kitu, lakini bado ni tishio kwao wenye navyo.